Mpendwa mtazamaji wetu, tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina anaitwa Padre Alfred Stanislaus Skwene, mkurugenzi wa mashirika ya kipapa ya kimisionari hapa nchini Tanzania. Ninapenda kukualika tutafakari pamoja ujumbe wa Dominika ya miito kwa mwaka huu 2025. 20 kila mwaka Tunaadhimisha dominika ya miito, ambayo ni dominika ya 4 ya Pasaka, dominika ya Kristo mchungaji mwema. Kwa mwaka huu, maadhimisho ya dominika hii ya miito yanafanyika tarehe ya 11 mwezi wa 5 mwaka 2025. Ni dominika ya kesho kutwa. Mpendwa mtazamaji wangu Tunaalikwa kutafakari pamoja ujumbe wa mwaka huu ambao ulitolewa na hayati Baba Mtakatifu Francisco. Ni ukweli kwamba siku ya jana Mwenyezi Mungu ametujalia zawadi kubwa ya Baba Mtakatifu mpya Papa Leo wa kumi na nne. Lakini basi ujumbe unaotuongoza ni ule uliotolewa na hayati Baba Mtakatifu Francisco ambayo aliutoa tarehe ya kumi na tisa mwezi Machi mwaka huu tano. Mategemeo ni kwamba ujumbe unapotoka tunaanza kuishi tangu siku ile ulipotoka, na ni katika msingi huo tumekuisha anza kuishi ujumbe huu na mpaka sasa ndio huo unaoendelea kutuongoza niwaalike, tusikilize, niwaalike tuubebe, tuweke katika mioyo yetu na turuhusu tuongoze katika maadhimisho ya ya Dominika Miito ya mwaka huu tarehe kumi na moja mwezi Mei 2025. Mpendwa mtazamaji wetu, katika maadhimisho ya Dominika ya Miito ya mwaka huu, hayati Baba Mtakatifu Francisco ametuachia zawadi kubwa ya ujumbe wa Dominika ya Miito unaongozwa na mada hii kubwa inayosema mahujaji wa matumaini, zawadi ya maisha. Katika ujumbe wake kwetu anaanza kwa kusema: wapendwa dada na kaka, katika siku hii ya sitini na mbili ya kuombea miito duniani napenda kuwapa mwaliko wa furaha na wa kutia moyo wa kuwa mahujaji wa matumaini kwa kutoa kwa ukarimu maisha yenu kama zawadi. Wito ni zawadi ya thamani, anaendelea kusema, ambayo Mungu hupanda ndani ya mioyo yetu wito wa sisi wenyewe kujiacha nyuma na kuanza safari ya upendo na utumishi. Kila wito wa katika Kanisa, iwe ni wawalei wa daraja au wa kuwekwa wakfu, ni ishara ya tumaini ambalo Mungu analo kwa ulimwengu huu na kwa kila mmoja wa watoto wake. Anaendelea kutualika akisema, siku hizi vijana wengi wanahisi kufadhaika wanapotizamia wakati ujao. Mara nyingi wanapitia hali ya ukosefu wa usalama juu ya matarajio yao ya ajira na shida kubwa ya uhalisia wa utambulisho. Shida ya maana na tunu, hali ambayo ujumbe wenye mkanganyiko wa ulimwengu wa kidijitali huifanya kuwa mbaya zaidi. Manyanyaso kwa maskini na wanyonge, kutojali kwa jamii iliyokinai na yenye ubinafsi, na ukatili wa vita yote yanatishia ya matumaini ya maisha yenye utimilifu ambayo vijana wanayatamani katika mioyo yao. Pamoja na hayo, Bwana ajuaye moyo wa mwanadamu hatutupi katika mashaka yetu. Yeye anataka tujue kwamba tunapendwa, tumeitwa na kutumwa kama mahujaji wa matumaini. Sisi ni washiriki watu wazima wa kanisa na mapadre, kwa namna ya pekee, tumeitwa kukiri, kung'amua na kuandamana na vijana katika njia yao ya wito. Ninyi vijana, kwa upande wenu, mmeitwa kushika njia hiyo pamoja na Roho Mtakatifu ambaye huamsha ndani yenu hamu ya kuyafanya maisha yenu wa zawadi ya upendo. Katika ujumbe wake huu anaangazia maeneo makubwa matatu. Sehemu ya kwanza ni mwaliko wa kukumbatia wito wetu mahususi. Katika sehemu hiyo, tunaalikwa kwa haya na kwa namna pekee vijana, anasema, vijana wapendwa, ujana wenu sio muda katikati ya ninyi ni sasa ya Mungu. Tambueni kwamba zawadi ya maisha inahitaji mwitikio wa ukarimu na aminifu. Anawaalika vijana akisema, watazameni watakatifu na wenye heri vijana ambao waliitikia wito wa Bwana kwa furaha. Anataja watakatifu kadhaa, Mtakatifu Rosa Walima, Mtakatifu Dominiki Savio, Mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu, mtakatifu Gabrieli wa mama yetu wa huzuni na watakatifu watarajiwa Carlo Acutis na Pier Giorgio Frassati na wengine wengi. Walipitia wito wao kama njia kuelekea furaha ya kweli kupitia urafiki na Bwana mfufuka. Kila tunaposikiliza maneno ya Yesu, mioyo yetu inawaka ndani yetu kama tunavyosoma katika Injili ya Luka sura ya 24 aya 32, na tunahisi hamu ya kuyaweka wakfu maisha yetu kwa Mungu. Kwa asili tunataka kutafuta mtindo wa maisha ambao utaturuhusu vizuri kabisa kurudia upendo ambao alitupenda sisi kwanza. Katika ujumbe huu hayati Baba Mtakatifu Francisco anaendelea kusema, kila wito mara tu unapotambuliwa ndani ya kina cha moyo hutoa msukumo wa upendo na utumishi kama kielelezo cha matumaini na upendo badala ya kuwa njia ya kujinadi binafsi. Wito na matumaini huenda pamoja katika mpango wa Mungu kwa ajili ya furaha ya kila mwanamume na mwanamke, ambao wote wameitwa kwa jina kutoa maisha yao kwa ajili ya wengine. Vijana wengi wanatafuta kujua njia ambayo Mungu anawaita waifuate. Wengine hupata mara nyingi kwa mshangao kwamba wanaitwa kwa ukuhani au kwa maisha ya wakfu. Wengine hugundua uzuri wa wito wa ndoa na maisha ya familia, katika kutafuta manufaa ya wote na kwa maisha ya ushuhuda wa imani miongoni mwa marafiki na washirika wao. Kila wito natukumbusha katika ujumbe wake kila wito huchochewa na tumaini linalopambwa na imani thabiti kwa majaliwa ya mungu kwa wakristo tumaini ni zaidi ya mtazamo tu chanya wa kibinadamu ni nini basi tumaini ni uhakika unaotegemea imani yetu kwa mungu ambaye anafanya kazi katika maisha ya kila mmoja wetu miito hukoma kupitia juhudi za kila siku za kuwa waaminifu kwa injili na kupitia sala, mangamuzi na utumishi. Katika ujumbe wao wanaendelea kusema, wapendwa marafiki vijana, tumaini kwa Mungu halitahayarishi, kwa sababu katika kila hatua ya njia yeye fuatana na wale wanaokabidhi maisha yao kwake. Ulimwengu wetu unahitaji vijana ambao ni mahujaji wa matumaini, wanaojitolea ya maisha yao kwa ujasiri kwa Kristo, na kufurahi katika kuwa wanafunzi na wamisionari wake. Ndivyo hivyo anavyohitimisha sehemu ile ya kwanza ya kukumbatia wito wetu mahususi. Sehemu ya pili katika ujumbe wake, kati ya sehemu tatu una mada inayosema kung'amua njia yetu ya wito. Ugunduzi wa wito wa kila mmoja wetu unakuja kama matokeo ya safari ya mang'amuzi. Safari hiyo kamwe si pweke, bali hukua ndani ya jumuiya ya Kikristo na kama sehemu ya jumuiya hiyo. Anaendelea kusema, marafiki wapendwa, ulimwengu wasukuma kufanya maamuzi ya haraka na uwashambulia kwa mshindo wa daima, unawazuia kupata ukimya ulio wazi kwa Mungu ambaye huzungumza na moyo. Uwe na ujasiri wa kutulia, kusikiliza yale ambayo Mungu anaongea katika moyo wako na kumuuliza Mungu kuhusu ndoto zake kwa ajili yako. Ukimya wa sala ni walazima ikiwa tunataka kujifunza jinsi ya kuitikia wito wa Mungu katikati ya hali maalum za maisha yetu na kujibu kwa uangalifu na kwa uhuru. Anaendelea kutuhimiza katika ujumbe wake akisema, tafakari iliyosheheni sala hutusaidia kutambua kwamba sisi sote tunaweza kuwa mahujaji wa matumaini, ikiwa tunafanya maisha yetu kuwa zawadi, zaidi ya yote, kwa kujiweka katika utumishi wa wale wanaoishi pembezoni mwa mifumo ya mali na uwepo katika ulimwengu. Wale wanaotii wito wa Mungu hawawezi kuziba masikio yao wasisikie kilio cha kaka na dada zetu wengi wanaohisi kutengwa, kujeruhiwa au kutelekezwa. Kila wito unatuthibitisha katika utume wetu wepo wa kuwa uwepo wa Kristo popote ambapo nuru na faraja huhitajika zaidi kwa namna ya pekee waamini walei miito kwa chumvi, nuru na chachu ya ufalme wa Mungu kupitia wajibu wao wa kijamii na kitaaluma. Sehemu ya tatu katika ujumbe huu ina mada inayosema kusindikiza miito. Anaendelea kusema katika ujumbe wake hayati Baba Mtakatifu Francisco, hatimaye wahudumu wa kichungaji na wakurugenzi wa miito hasa walezi wa kiroho wanapaswa kwa urahisi kuandamana na vijana kwa matumaini, subira na imani inayoakisi pedagojia ya Mungu mwenyewe. Wanapaswa kuwa na uwezo wa kuwasikiliza kwa heshima na huruma, na wajionyeshe kuwa waaminifu, viongozi wenye busara na walio tayari kusaidia, daima makini kung'amua ishara za uwepo wa Mungu katika safari yao. Anaendelea kusema katika ujumbe wake, <clears throat> naomba kila juhudi zifanyike ili kukuza miito katika nyanja mbalimbali za maisha na shughuli za mwanadamu na kuwasaidia watu binafsi kuwa wazi kiroho kwa sauti ya Bwana. Hivyo ni muhimu kwamba nafasi ya kutosha itolewe kwa usindikizaji wa miito katika mipango ya kitaaluma na kichungaji. Kanisa linahitaji wachungaji, watawa, wamisionari na wenzi wenye uwezo wa kusema ndio kwa Bwana kwa imani na matumaini. Wito kamwe si hazina iliyohifadhiwa mbali moyoni, bali hukua na inaimarishwa ndani ya jumuiya inayoamini kupenda na kutumaini hakuna anayeweza kujibu wito wa Mungu peke yake, kwani sisi sote tunahitaji sala na msaada wa kaka na dada zetu. Anahitimisha ujumbe wake wa Dominika ya Mito hayati Baba Mtakatifu Francisco akisema, wapendwa sana, kanisa liko hai na linazaa matunda linapozalisha mito mipya. Ulimwengu wetu unatafuta, mara nyingi, bila kujua, mashahidi wa matumaini ambao wanatangaza kwa maisha yao kwa kwamba kumfuasa Kristo ni chanzo cha furaha ya kweli. Anatupa hamasa basi, tusichoke kamwe kumwomba Bwana atupe watendakazi wapya kwa ajili ya mavuno yake, tukiwa na hakika kwamba kwa upendo mkubwa anaendelea kuwaita. Wapendwa vijana, ninazikabidhi juhudi zenu za kumfuasa Bwana kwa maombezi ya Maria mama wa kanisa na mama wa miito. Endeleeni kutembea kama mahujaji wa matumaini katika njia ya Injili. Mwisho anahitimisha kwa baraka: ninawasindikiza kwa baraka yangu na ninawaomba tafadhali mniombee. Ujumbe huu ulitolewa Roma katika hospitali ya Jemeli tarehe ya kumi na tisa mwezi Machi mwaka elfu mbili ishirini na tano. Pendwa mtazamaji mm, wangu, huo ndio ujumbe kwa mwaka huu wa Dominika ya miito. Twakualika na kukutakia maadhimisho mema ya Dominika ya miito kwa mwaka huu na kwa namna ya pekee tunakualika Usali kama ambavyo ujumbe umetwalika, usali kwa ajili ya kuombea miito, tukijibu agizo la Bwana mwenyewe: basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake, Mathayo 9:38. Tunaalikwa pia kwa ukarimu na majitoleo yetu katika Dominika ya tarehe 11 mwe, mwezi huu, Dominika ya miito, Dominika ya Kristo mchungaji mwema. Ukarimu wetu kwa ajili ya kutegemeza miito ulimwenguni kupitia mfuko wa Baba Mtakatifu unaoratibiwa na shirika la kipapa la kimisionari la Mtakatifu Petro Mtume. mm. Sisi sote tumeitwa kwa mahujaji wa matumaini. Matumaini ndio msingi wa wito wenyewe. Ninawatakia maadhimisho mema ya dominika ya miito. Tumsifu Yesu Kristo.